Ama kazi inaendelea huku kama kawaida yani. Basi Mungu akuzidishie bwana, uniendelee kuni brand hivyo, maisha mengine yaendelee kama hivyo unavyoona. Namfungia mzee wangu hapa ametoka mbali. Unaona namfungia samaki hapa zinaenda mbali. Kwa hiyo ndio hivyo bosi. Yaani, endelea kufanya kazi yako kama kazi yani, maisha mengine yaendelee. Unajua tukwenda shule atusoma yani. Tunatumia tu akili ya kuzaliwa. Eh, kwa hiyo ndio hivyo ama, big up sana. Uko pande za wapi kwanza? Da. Da unyama huko, mimi najua nitatimba hivyo siku chawa chawa, nitatimba bado najitafuta chawa chawa. Hebu mwambie kwamba sasa hivi sio unafunga peke yake, naona nachoma, ni. Ama, mimi najua, nachoma samaki na samaki na kabisa hey. Ama mimi najua, unajua nachoma na samaki. Kwa kama nataka samaki nakuchomea hapo, nakutumia huko, maisha mengine yanaendelea. Ama na sasa hivi ana majiko mawili, sio jiko moja tena, ana majiko mawili ya kuchoma nama, samaki hapa ni mm. unasema hapa ni Kazi kwenda mbele. Eh. Hey. asiyetumika asili hey. asiyetumika asili. Eh. Mungu atupa mikono miwili, hapo tufanye kazi. Mungu abariki kazi ya mikono yetu inshallah, inshallah. Walori hapa hapo nimekuja kuchomesha oga zangu. Natoka hapa naelekea hadi Rwanda. Aweni, dereva lori, unatoka hapo unaenda Rwanda? Ndio. lakini ukija unakuja kuchomesha hapa. Ha, hapa mboga kama kawa, chawa wenzangu, tunawaelekeza tunakula mboga hapa, safi sana chawa, tena bei rahisi. Ama ama hii ni effect ya wewe kuja Kigoma na ukamgusa mzee wa Kibirizi chawa na mwana mtumia emsema jambo kwa jamaa sana. Sasa hivi tumeongeza na kibanda kimekuwa kikubwa eh, yeah. yeah. bwana Blasa, umefanya jambo bwana. Unaona sasa hivi tumejaa bwana <laughs> eh <Yeah>. mambo yanakwenda <laughs>